Sehemu ya kwanza: utoto na ndoto za sanaa. Sehemu ya kwanza ya hadithi ndefu, simulizi katika mtindo wa riwaya ya kihistoria. Karibu Simu Tatu Hadithi. Kupitia mfululizo huu wa hadithi, tutafungua ukurasa wa maisha yaliyojaa mito ya hisia, tamaa na maamuzi yaliyoleta mabadiliko makubwa duniani. Katika sehemu hii ya kwanza tunamfuatilia mtoto mdogo aliyekulia katika mji wenye ukimya wa asubuhi, Braunau am Inn, mahali ambapo sauti za nyakati zilitengeneza ndoto za mtu. Adolf alizaliwa asubuhi yenye baridi kwenye nyumba ndogo iliyojaa hewa ya kawaida ya familia ya wafanyakazi. Baba yake Alois alikuwa mkaguzi wa forodha, mwanaume wa nidhamu Mwenye sauti kali na matamanio ya heshima. Clara, mama, alikuwa kivili cha upendo, aliyemsaidia mtoto kuota ndoto za heshima. Mbele ya macho ya watoto, familia ilionekana kuwa mahali pa usalama, lakini katika nyoyo za watu walikuwa na siri za wanadamu, hasira za zamani, matarajio yaliyopigwa na wakati, na ndoto zilizojaa upweke. Hitler mdogo alipendelewa kuwa mvumilivu wa matumizi ya rangi na madoa. Alipenda kuchora kuunda mashushe ya nyumba na kushikilia karatasi kwa mkono wenye shauku. Picha zake zilikuwa maana ya kutafuta ndoto tofauti na maisha ya mvutano wa familia. Walimu walimkumbuka kitulia, macho yake akimwangalia ulimwengu kwa undani, kama akitafuta kitu ambacho wengine hawakuona. Lakini ulimwengu wa utoto haukuwa huru. Uvimbe wa upinzani, hasara ya ndoto kutokana na kutochaguliwa katika shule za sanaa na kuongezeka kwa maneno mazito ya wazee walimchoma moyo. Kukataliwa mara mbili katika chuo cha sanaa haukumlazimisha sana tu kulimfanya kuhisi kwamba angehisi kupoteza kitu kuu katika nafsi yake. Katika jiji la Vienna ambapo wachoraji na wasanii walikusanyika, pia kulikuwa na mawimbi ya fikra zenye mseto, mawazo ya kitaifa, ubaguzi uliofichika na utamaduni wa kuasisitiza wapweke ndani ya msongamano wa mijini. Matukio madogo madogo ya kila siku, wagonjwa waliokosa huduma, wafanyakazi waliolipwa kidogo, familia zilizoombewa na uoga wa kifedha vilianza kumjengea mtoto mtamu kiwango kipya cha kuona. Alianza kutafuta sababu za upotevu wa matumaini. Nani alihusika? Ni nani anayestahili lawama? Maswali hayo yaliyokuwa kawaida kwa vijana wengi wenye maumivu ya kihistoria yalizaa mawazo ambayo baadaye yatakuwa sumu kwa wengine. Kuishi kwake kwa kipindi hicho kilimfunulia ulimwengu uliovunjika. Fasihi za kihistoria zilimhakikishia utukufu wa mataifa, vyombo vya habari vilihimiza hadithi za taifa, na wakosozi wa jamii walikuwa wakipawa ndimi nyepi za kuibua mzozo. Kwa mchepuo mmoja kisanii, aliyekuwa kitamani utu wake, aliibuka akichukua nafasi mbaya, nafasi ya kumkataa mwingine kama sababu ya tatizo hilo. Ndio chanzo. Ndoto iliyovunjika, Ikageuka kuwa shauku ya kubadilisha dunia kwa njia kali. Katika nyuso za wazee wa mtaa, alisikia simulizi za hadithi za enzi za awali za Ujerumani, za hadhi iliyopotea, na ujinga wa ukosefu wa nguvu. Yote hayo yakachanganika ndani yake kama vitu vya moto, yakamwacha kitaka kutafuta suluhu, si kwa uchoraji bali kwa njia za kitendo. Hapana, bado hakumwambia dunia wazi. Badala yake alijifunza kuzungumza kwa sauti sio ya kawaida, kwa ukandamisho, kwa kumwambia msikilizaji kwamba kuna mbinu rahisi ya kurejesha hiyo heshima iliyopotea. Siku zilipita, mtoto aliyekuwa akipenda rangi na mdudu wa penseli alibadilika polepole. Haukukuwa na tukio moja lililomfanya kuwa mtu wa mwisho. Badala yake ilikuwa mkusanyiko wa ukatili mdogo kukataliwa kudadasiwa, wapiga kelele wa hadithi za taifa zilizoporomoka. Ndani ya mawazo yake, hadithi hizo zilianza kupanga njia, kinu dogo cha uchungu kilichokuwa kinamwongeza lazima ya kutenda. Na hivyo tunamaliza sura hii ya kwanza. Tumemwona akibadilika kutoka mtoto mwenye ndoto za sanaa, kijana mwenye ujeuri wa kuhisi ana yaibu ya taifa. Hii sio hadithi ya shujaa, ni hadithi ya mwanadamu aliyechaguliwa na wakati wake, wakati uliotia chumvi ya hasira, nyongeza na tamaa ya heshima. Kumbuka, kila hatua ni hatua ya kujifunza. Hatima ya hadithi yetu itaendelea katika sura inayofuata, Vienna, mji uliomwonyesha upande mwingine wa moyo wake. <coughs> Kwa afya bora ya familia yako, chagua unga wa lishe wa ubora wa hali ya juu kutoka Mkolwe Products. Umetengenezwa kwa mchanganyiko bora wa mahindi lishe, mbegu za maboga, soya, ulezi, mchele. Faida za unga wetu: hujenga nguvu na kuimarisha kinga ya mwili, husaidia ukuaji bora wa watoto, una ladha nzuri na ni rahisi kupika. Afya kwa kila kizazi. Bei shilingi elfu tatu tu. Wasiliana nasi sasa. Sifuri saba moja sita au sifuri 68722 Mkolwe Products. Help us to help you <mucho>